Mkoa wa mama kwa wingi wa, vya, wa viwanda hapa nchini. Naomba tujipigie makofi tafadhali. Tumeona wawekezaji wengi wakijenga viwanda, tunaamini kwamba ni ushirikiano unaowapatia, na hii imesaidia vijana wengi mkoa wa Pwani kupata ajira na uchumi wetu umekuwa kwa mtu mmoja mmoja na kuongezeka kwa pato la taifa. Na moto za wafanyakazi mkoa wa Pwani kwanza Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya maisha ya Mtanzania inapanda kila siku, lakini mishahara ya watumishi haiendani na hali halisi. Hii hupelekea watumishi kufanya mambo kinyume na sheria, kanuni na taratibu za kiutumishi kutokana na hali ngumu ya maisha, ili wajikwamue rasmi. Baadhi ya waajiri na mashirika binafsi kukiuka sheria, kanuni na taratibu za ajira kwa wafanyakazi, mfano watumishi kutopewa mikataba ya ajira, mfano kutotoa matibabu kwa wafanyakazi wake, kutowaruhusu wafanyakazi kwenda likizo kwa visingizio vya uhaba wa watumishi, kuto kuwathibitisha watumishi kwa wakati, na hata wengine kukataa kuwepo kwa vyama vya wafanyakazi maeneo ya watumishi. Oye, oh yeah. Mheshimiwa vinye rasmi, tumeokota naye kuni Mheshimiwa Rais, na muda ukifika, tutaota naye moto. Tunaposherehekea Mei Mosi, ni swala la haki na wajibu Mheshimiwa Rais amefanya mengi, viongozi wenu wameeleza sehemu mengine. Yaliyo ndani ya uwezo wetu ndani ya mkoa, hatuna sababu ya kujitetea, tutarekebisha. Nalojua tumeanza mazungumzo na wawekezaji wetu, tumewapa maelekezo, tunafuatilia watoe mikataba ya ajira, wachangie huduma katika mifuko ya jamii, na haya mambo mlioyasema hayo Sio, ma, sio kazi wala jukumu la Dkt. Samia Suluhu Hassan, ni jukumu langu na rasi wangu na timu zetu na watendaji wa serikali katika mkoa wa Pwani. Agizo langu ni dogo tu, kila taasisi iliyoguswa majukumu ambayo anatakiwa kuse, kusimamia katika mkoa, kama limezungumzwa hapa, linaingia katika taasisi yako, na hapa wiki moja tu mniletee, mtayatatua mta namna gani? Kila mtu wakati wanasoma risala mlisikia, na kama ukisikia mimi na risala, tampa rasi awape, tunahitaji majibu ya changamoto za wafanyakazi. Nimewaambia, unapokuwa mfanyakazi, ujipimwi mwenyewe, unapimwa na unayemhudumia kwa hiyo wametuambia hatufanyi vizuri katika baadhi ya maeneo ambayo tunafanya nini, tunayasimamia. Hiyo ndio feedback tuliyoipata. Inawezekana wametumia lugha ya kistaarabu, lakini wanatuambia mnafanya vibaya, namwangusha Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa mimi nimewapa nafasi na wapa wiki moja. Kama mikataba hakuna, tujue anayesimamia ni nani, kwa nini mikataba hakuna. Lakini mimi sitaki kwa nini mjieleza kwa nini hakuna Nataka nione mikataba ni imekuwepo. Kwa nafasi hii, mimi kama mkuu wa mkoa nawashukuru sana wafanyakazi wa mkoa Pwani, mmefanya kazi, kazi nzuri. Sisi tunasifiwa lakini kutokana na utendaji wenu nyinyi wafanyakazi. La tatu ni waahidi changamoto zenu, tutazitatua, tutapambana kuzitatua. Serikali kuu inajitahidi na sisi tutajitahidi kutatua na la nne la mwisho, nao nasema nendeni, zingatieni kauli ya Mheshimiwa Rais, haamini katika kushindwa. Na sisi katika kufanya kazi zetu, katika kukeza majukumu yetu, tusiamini katika kushindwa.